na ni heshima kubwa kwangu kusimama mbele yenu leo katika hafla hii muhimu ya uzinduzi wa ripoti hii. Tukio hili ni hatua muhimu katika juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za kuhakikisha tunapata takwimu sahihi na za kuaminika kuhusu namna Watanzania wanavyotumia aina mbalimbali mbali za nishati majumbani mwao, ikiwa pamoja na umeme, gesi, kuni, mkaa au nishati jadidifu kwa vile kama vile jua na upepo. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ripoti ni matokeo ya ushirikiano wa karibu kati ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu yani NBS na Wizara ya Nishati pamoja na taasisi zake ambazo zimewakilishwa zimewa hapa leo, kwa ufadhili na usaidizi wa kiufundi na utaalamu kutoka Umoja wa Nchi za Ulaya kupitia Expertise France. Kwa ufupi, matokeo yanaonyesha kuwa asilimia 52.7 ya kaya nchini zinatumia umeme kama chanzo cha nishati hata hivyo, matokeo yanaonyesha tofauti kubwa kati ya maeneo ya mijini na vijijini, ambapo matumizi ya nishati ya umeme mijini ni asilimia sabini na mbili pointi saba wakati vijijini ni asilimia thelathini pointi saba pekee. Takwimu hizi pia zinaonyesha mafanikio makubwa katika usambazaji wa huduma ya umeme, lakini pia zinaashiria bado tunayo kazi kubwa kuhakikisha wananchi wote wanapata nishati ya uhakika. Katika uzalishaji wa umeme pia kuna miradi ambayo inaendelea ikiwa pamoja. Kwa mara ya kwanza kabisa, tunaenda kuwa na mradi mkubwa wa kuzalisha umeme kwa kutumia jua wa megawati mia moja hamsini eneo la Kishapu kule Shinyanga. Hii itaenda kuongeza uzalishaji wa umeme ni pia kufanya upatikanaji wa umeme kuwa wa uhakika, kwa sababu tunaenda kuwa na vyanzo vingi vya kuzalisha umeme badala ya kutegemea vyanzo vya maji na gesi peke yake, hapo ambapo ukiwa na ukame kunakuwa na shida ya umeme, lakini kwa kuwa na vyanzo vya jua vyanzo vya upepo, vyanzo vya gesi na vyanzo vinginevyo tunaenda kuhakikisha kwamba umeme unakuwepo muda wote. Lakini tumekuwa na miradi ya gesi asilia pale Kinyerezi, lakini na miradi ya jua na upepo ambayo nimeisema. Lakini pia tunatanua mtandao wa gridi ya taifa ili kuvifikia viwanda vidogo na vikubwa katika mikoa yote mpaka migodi katika nchi nzima. Kuhamasisha uwekezaji katika nishati mbadala ili kuongeza mchanganyiko wa vyanzo vya nishati unaowezesha ukuaji wa viwanda endelevu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kwa upande wa nishati safi ya kupikia, serikali imeendelea kuhamasisha matumizi ya gesi asilia majumbani, kutoa motisha kwa wazalishaji na wasambazaji wa majiko banifu, majiko ya mkaa mbadala na gesi ya LPG ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Aidha, pia serikali imeendelea kutekeleza mpango wa taifa wa nishati safi ya kupikia, yani clean cooking energy strategy unaolenga kuhakikisha zaidi ya asilimia themanini ya kaya zinatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034. Juhudi hizi zinaonesha dhamira thabiti ya serikali ya awamu ya sita katika kuhakikisha nishati inachangia moja kwa moja katika uchumi wa viwanda na ustawi wa wananchi sambamba na malengo ya dira 2050 na ajenda ya maendeleo endelevu ya dunia, yani SDG 7. Nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa dhati Ofisi ya Taifa ya, ya Takwimu yani NBS. Hii ripoti ni moja tu, lakini nafahamu tuna ripoti nyingi sana na NBS, tunafanya nao kazi na, na inawezekana kabisa tukazindua la, ripoti lakini tukawa na ripoti zingine zinakaribia kuzinduliwa. NBS kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati imeendelea kufanya eh, kufanya utafiti katika kuangalia hali ya upatikanaji wa umeme nchini kiasi gani, tunaita eh, electricity accessibility lakini pia electricity connectivity. Hizi ni taarifa muhimu bado zinafanyiwa kazi na NBS, na zikikamilika nazo zitakuja kuzinduliwa vile vile. Napenda kutoa shukrani maalum kwa wadau wa maendeleo European Union kwa msaada wao wa fedha, Expertise France kwa msaada wao wa kiufundi na kiutaalam uliowezesha kukamilika kwa utafiti huu na kwa ufanisi mkubwa. Napenda kusisitiza kwamba serikali itaendelea kutumia matokeo ya utafiti huu kama nyenzo muhimu katika kupanga na kutekeleza sera bora za nishati zinazolenga kuhakikisha kila Mtanzania anapata nishati ya uhakika, nishati nafuu, lakini pia nishati endelevu. Na kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Nishati, napenda kutamka kwamba ripoti ya utafiti wa matumizi ya nishati kwa kaya kwa mwaka ishirini na ishirini na tatu imezinduliwa rasmi.